Kauli hiyo imetolewa na katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Ilala Mwinyimkuu Sangaraza alipokuwa akitoa mafunzo kwenye semina maalumu iliyowakutanisha viongozi wa CCM kata ya Zingiziwa na jumuiya zake. Sangaraza amesema ni busara kwa wanachama kuendelea kuwapa ushirikiano viongozi walio madarakani ili wakamilishe utekelezaji wa ilani ya chama hicho inayolenga kuwapatia wananchi maendeleo. Sintaki fa tulieni kwanza kipindi hiki kwenye kimya, ndio maana katika msiba kuna tatu, kitoka tatu kuna saba, kutoka saba kutoka saa kuna 40.

Na nikitaka kukwambieni nitakwambieni hapa hapa, huyu mkimshukuru Mheshimiwa diwani kwa kufanya hivi, naendelea kukuombea dua. Leo umefanya utawaita, na hao wanaofanya, ukitoka na hapo, ukito kama nguvu unazofanya tena, kama nguvu unazo mwanangu, fanya tena, na kama zipo, twende tena kazi. Akizungumza baada ya kumalizika kwa semina hiyo iliyoambatana na ugawaji wa iftari kwa wanachama wa chama hicho, diwani wa kata ya Zingiziwa Mheshimiwa Maige Selemani Maganga amemshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya, kwani tangu alipoingia madarakani kata hiyo imeendelea kupokea fedha za utekelezaji wa miradi katika sekta ya afya, elimu, umeme, maji na barabara. Nimefurahi sana kukutana na ndugu zangu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini na kwa lazima kuweza kupeana ile iftari. Lakini nakupeana taarifa za kazi zinazoendelea kufanywa na serikali ya chama cha mapinduzi CCM. Kubwa zaidi tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyofanya ndani ya kata Zingiziwa. Tunaposema tuna deni, deni tunatakiwa tulilipe, na deni linalipwa kwanza. Moja kipindi mwenyezi Mungu atakapotujalia tuhakikishe tunaenda kumpa kura nyingi